Ndugu zangu, utaratibu wetu wa ujenzi wa pavement za kisasa bado unaendelea kila kona ya nchi. Yani, tunahakikisha kila mmoja ananufaika na ujenzi na wetu wa pavement za kisasa, na tupo na kiongozi wetu hapa e, atatuelezea ni namna gani hizi kazi zinavyofanyika, ni faida gani kubwa ambayo mtu ananufaika akijenga nasi hizi pavement za kisasa. Kiongozi? Eh, ah, safi. Safi, safi. Watu wengi sana wanauliza hizi pavement za kisasa faida yake kubwa hasa ni nini? Faida ya kwanza, pavement zetu napunguza gharama nyingi sana ya ujenzi za kisasa, pia hazioteshi majani mm, na pia maji yake hayawezi kwenda chini hata kidogo, maana ukaziaji ukazi wake eh, nadhani waliojenga wanajua <laughs> maji yana flow juu kwa juu, si tumelewana? Hata wanaosita kupiga simu wakupigie simu. Kwa hiyo mm, yani inakuweje sasa, wakazi wa mkoani inakuweje? Maanake gharama sizitakuwepo nyingi sana, ndugu yako, hamna gharama yoyote. Shilingi elfu kumi utakufikia mkoa wowote pale uli yoyote yule ndani ya Tanzania mkoa wote kwa shilingi 10000 hakuna kutuma naulasasa atiaaniako aa na rangi za kisasa. Hiyo hata pia Dar es Salaam nao pia wasisite kujua gharama zao, gharama <laughs> ni nafuu. Piga simu nikupimie eneo lako, ili mradi na wewe ufaidike na pembe za kisasa kuaa site yako tu za kisasa jamani, mkurugenzi hapa ameshamaliza kila kitu kuhusiana na utaratibu wa kuja kukujengea pavement za kisasa na ubora haswa wa pavement za kisasa. Tupigie simu yako moja. Yaani, ukipiga tu muda wote Kiboke tunapatikana. Tuna, tunakuja kuvamia nyumba yako, unaifanya ya kisasa, usisumbuke na matope katika nyumba yako jamani. Tupige simu muda wote, Kiboke tunapatikana kwa ujenzi wa kisasa Tanzania.